Ata maji satakli. Rahul. She's going to be my wife. Sijataka kuzaliwa mweusi Samia. Yeah. Mi ningelikuwa na uwezo ningejizaa hata mzungu lakini mimi sina uwezo huo. Samia. Assalamu alaykum. Waalaykum salam. Samia, nini mbaya? Mami, mbona ni avoid mami? Kivipi je? Samia, mimi nakupigia simu kila siku, shiki simu zangu na kutumia ujumbe, imefika karibu message mia moja hujajibu hata mmoja. Na mi, tatizo liko wapi? Wewe unajua mi siwezi kuwa sawa bila wewe. Ni kweli? Je, sasa tatizo liko wapi? Ukumbuki kwamba tulikuwa tumeahidiana watu kijijini niende nikawatambulishe wewe? Mbona nifanya hivyo? Mimi hamna tatizo. Je, no Samya, usiniambie hamna tatizo, wakati mi najua kabisa kwamba kuna tatizo. Hata nikuangalia machoni naona kwamba kuna tatizo tu. Nikosea. Hapana, hujanikosea Jay Jay, nimekuwa nikikuficha kwa muda niki mrefu sana lakini, mahusiano yetu mimi na wewe bora yaishe. Ati tunaniambia nini? Ndiyo Jay. kwa nini Samya? di family gare taad ongea nini? Misimwlewi Jay, mi nimekuficha kwa muda mrefu sana, ila naomba samahani leo nikuambie tu ukweli. Huyu ndio mwanaume ambao familia yangu imemkubali. Semna <inaudible> mimi na mimi unaniweka wapi Samya? Je, familia yangu imekukataa kwamba wewe ni mweusi Samya, familia yako inanikataa kwa sababu mimi ni mweusi Ndio. Je, sijataka kuzaliwa mweusi Samya. Mimi ningelikuwa na uwezo ningejizaa hata mzungu lakini mimi sina uwezo huo. Mimi kumbuka, tumeidiana mambo mengi, na unasahau haraka kwa sababu ya huyu. Sikia bro, Well, mimi sikujui, wewe unijui. She's going to be my wife. Masikia? So, kwa mbali naye Ombea uwe mbali na yeye. Raul! Ah. Jay. Ata maji satakli.